Tizamani kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, taarifa yake pad kiuko inasomwa hapa studioni. Hayo yameelezwa katika mkutano wa viongozi wa dini uliohudhuriwa na mapadri wote wa wilaya ya Malinyi, wachungaji, mashehe, wakuu wa sungusungu, wazee maarufu na viongozi wote katika makundi mbalimbali mbali ya jumuiya ya maridhiano wilayani Malinyi. Mkuu huyo wa Wilaya Sebastian Waryuba amesema lengo la kuwaita viongozi hao ni kuwaelimisha waamini wao na mkutano huo utadumu takriban siku tatu kuanzia Ijumaa hadi Jumapili. Kwa sababu viongozi wa dini, waamini wenu wanawaamini. Mkisema watawaheshimu maneno yenu Munawaumini wewe. Well, nendeni mkawaeleza haya kwa habari hii amani oturi na utulivu. Naye mkurugenzi wa wilaya hiyo amewaomba watu wote watoe maoni yao namna watakavyofanya ili kudumisha amani kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Nao wazee na makundi mbalimbali wametoa maoni yao ya namna watakavyofanya ili kudumisha amani, ikiwemo kuwa na vituo vya uchaguzi vingi ili kuepuka foleni wakati wa zoezi zima la upigaji kura. Jamani, angalia nchi ambazo watu wanachinjana kila siku. Tunapokea hapa wa wakimbizi wa, wa wanatoka Kongo, wanatoka Sudani, wanatoka Ethiopia, wanakimbia waenda siua takritini. Jamani, tuwe makini kwenye hilo tutadanganywa tutadanganywa. Hata wao kiongozi nani hawezi kuachia ugali nyumbani kwako au ugua. Kwa kweli, hapa cha msingi nipenda kuomba viongozi wetu watu waachie maguba <tusurikana> kwa upande wake, kiongozi wa sungusungu amesema kuwa kutakuwa na mkutano wa viongozi wote wa sungusungu kuelimisha jamii juu ya kutunza amani kipindi cha uchaguzi. Hata hivyo limetolewa tamko la pamoja na jumuiya hiyo ya maridhiano kuwa kutakuwa na amani kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi wilayani Malinyi. Sisi wadau wa kikao hichi kwa pamoja tunaunga mkono kauli hiyo ya Malinyi moja, kabla na baada ya uchaguzi tarehe 29 2025. Wajumbe wa kikao hicho wamekubaliana kuwa watahamasisha waamini wao ili wajitokeze kwa wingi katika siku ya kupiga kura na watatunza amani kabla ya kupiga kura, siku ya kupiga kura na baada ya uchaguzi. Watakutana tena kufanya tathmini ya mambo waliyokubaliana. Mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia chama cha Ada